E, bwana makamu mwenyekiti amesema kwamba mitano tena ni kwa Dk. Samia peke yake wengine waweze kusubiri kuchinjwa. Haya ni maneno ya Wasira ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi m tanzania bara Stefan Wasira. Wasiraika ukutoka tunafanyaje kwenye urahisi tunatikikwa nani na mgombe ya waka anaitwa nani? Kwa wabunge tunatiki wale nini?

Bwana, e mitano tena ni kwa Dk. Samia. Hiyo ni kauli ya makamu mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Stephen Wasira. Wasira bwana alisema hayo kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu, ni mitano tena kwa mgombea urais, Dk. Samia Suluhu Hassan na mgombea mwenza, Dk. Emmanuel Nchimbi, lakini wabunge na madiwani wasubiri kuchujwa. Ameeleza hayo Juni 11, 2025 na huu ulikuwa ni wakati ambako anazungumza katika kikao cha ndani kilichohusisha viongozi wa CCM wilaya ya Nyasa katika mji wa Mbamba Bay mkoani Ruvuma ambapo anaendelea na ziara ya kuimarisha chama hiko. Tukinukuu alisema kwamba niwaambie wana CCM wenzangu, tunaposema mitano tena ni kwa Rais Samia peke yake kwa nafasi ya urais na mgombea mwenza Dk. Nchimbi, lakini kwa wabunge na madiwani wasubiri mchujo ndani ya chama, na mwaka huu tumeongeza idadi ya wapiga kura. Kwa mfano hapa Nyasa walikuwa wapiga kura za maoni mia tisa lakini sasa wako elfu kumi na tatu. Wasira alisema kupata wagombea safi ndani ya chama hicho udiwani uh, na ubunge ni vyema wakachaguliwa kwa utaratibu wa haki huku akisisitiza mitano tena sio kwa watu wote. Sio kila mtu ni mitano tena, bali mitano tena ni kwa Rais Samia, wengine wanachujwa. Akifafanua zaidi, Wasira alisema mabalozi wa CCM wana kazi ya kuchagua. Akifafanua zaidi, Wasira amesema mabalozi wa CCM wana kazi ya kuchagua wagombea safi kupitia kura za maoni, ambapo watauzika mbele ya wananchi na sio wagombea ambao wanatokana na kununua kura. Heshima ya wajumbe ni anayesikiliza watu walio nyuma yake, ni kupiga kura kwa mtu ambaye wananchi wanamtaka, na katika majina matatu ambayo yatapendekezwa kupitia kura za maoni yatapatikana mmoja ambaye atakuwa diwani au mbunge kwa miaka mitano. Kuna udiwani amesema hapa kuwa wamefanya kazi nzuri na wanaona ruhusa waendelee. Hakuna mtu anakataa ruhusa, lakini ruhusa haitolewi na mimi, bali inatolewa na wananchi waliopiga kura. Mimi nikimaliza ziara, naondoka lakini wapiga kura na baki na ndio watasema diwani amefanya kazi nzuri. Haya ni maneno ya Wasira. Katika ziara hiyo makamu mwenyekiti huyo chama chama pindu, si si deyabara, Wasira, wa chama cha Mapinduzi Tanzania Bara, Stephen Wasira amekagua maendeleo ya ujenzi wa bandari ya, ba ya Mbamba Bay iliyoko wilayani Nyasa mkoani Ruvuma. Lakini wengineo wamekuja kutafsiri wengineo wamekuja, lakini wengineo wamekuja kutafsiri hili na kusema kwamba ni dongo pia kwa wapinzani ambapo uh, wenyewe pia wameweza kutangaza namna ambavyo wanahitaji kuipindua dola uh, dola kupindua serikali kupitia uh, Chama cha Mapinduzi ccm ambapo mgombea wao uh, Daktari Samia Suluhu Hassan na viongozi wao kwa mihula kadhaa ama mihula yote wamekuwa wakiongoza nchi ya Tanzania. Una maoni gani kutokana na kauli hii, mitano tena ni kwa Daktari Samia tu, wengine subirini kuchujwa? Haya ni maneno ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ccm Tanzania Bara, Stephen Wasira, ambayo ameyasema uh, Juni kumi na moja alipokuwa akizungumza katika kikao cha ndani kilichohusisha viongozi wa CCM wilayani Nyasa katika mji wa Mbamba Bay mkoani Ruvuma ambako bado anaendelea na ziara yake ya kuimarisha chama.